Hawa waandishi wa habari ambao wengine hawana taaluma sasa, wanatolewa wanaondolewa, au hawapewi sifa ya kuwa waandishi wa habari, inasalia hivyo hivyo, lakini bado anaendelea kusalia kwenye matangazo. Sheria inasema kwamba kila mwandishi wa habari, nimetaja nani mwandishi wa habari, ambaye anapaswa kufanya kazi kwenye chombo cha habari, ni lazima awe amesajiliwa, amepewa ithibati na bodi kila anayefanya kazi ya kihabari kwenye chombo cha habari lazima. Kwa hiyo, kama hajapata ithibati, kwanza yeye mwenyewe anavunja sheria kama mwandishi wa habari binafsi, anavunja sheria, na ukivunja sheria unajua kinachofuata ni nini? Kina kila mtu anajua umevunja sheria Vyombo vya, vya, vya, vya kisheria vinachukua mkondo wake dola vya, vya yeah, vinachukua mkondo wake kupeleka na kustahi cool. <coughs> cha pili, mwajiri anafanya anavu, anafanya kosa la jinai kumwajiri mtu ambaye hajathibitishwa na bodi. Yes, yes, ni sawa na wewe mwajiri, umeenda kumwajiri, una hospitali yako, umeenda kumwajiri daktari kamaliza tu cha afya. mm. Umemwajiri awe daktari kwenye, uh, kwenye hospitali yako lakini hajasajiliwa na chama cha madaktari, vile vile kosa lake, kama jinsi ilivyo kwa waandishi wa habari. mm. Kwa hiyo hawa watu hawapaswi kuwepo kwenye vyombo vya habari, na hiyo ndio kazi ya kwanza kabisa bodi kutoa ithibati kabla hata, cha kwanza ni kutoa ithibati ithibati, kabla hata, kabla hata press card, ithibati. Na, na pengine kigezo cha kutoa ithibati kwa mwandishi mnazingatia nini hasa? Sheria imeeleza vizuri sana kwamba kwanza kwanza, naeleza kwamba ni nani mwandishi wa habari. Mwandishi wa habari kwa mujibu wa sheria hii ya huduma za habari ni mtu aliyesajiliwa, cha kwanza aliyesajiliwa, mm. aliyesajiliwa, aliyesajiliwa kama mwandishi wa habari chini ya sheria hii, ambaye anaweza, ambaye anakusanya, cha kwanza cha kukusanya, mm. wana, kuna kuripoti wale, mm. kuhariri, anaandaa na anayetangaza habari makala au taarifa, awe ni mwajiriwa au ni mwandishi huru au ni mtu ambaye ni huru, lakini mradi anafanya hizi kazi, huyo ni mwandishi wa habari. Kwa hiyo huwe unaandaa, unahariri, unakusanya huko, ama unaandaa tu, ni ndani tu nafanya kazi ya kuandaa, amesajiliwa kwanza. Na ili upate usajili tu, ni ndani tunafanya kazi ya kuandaa, unatakiwa ufanye nini yani? kigezo cha kwanza cha usajili lazima uwe na um, kiwango cha elimu cha chini, yani cha chini kabisa kiwe ni diploma ya uandishi wa habari, stashahada ya uandishi wa habari mm-hmm. Hicho ndio kiwango cha chini kabisa cha elimu kitakacho kufanya wewe usajiliwe. Kwanza uwe na sifa kwanza, kwanza uwe na sifa ya kusajiliwa na kupata ithibati kama mwandishi wa habari. Diploma ya uandishi wa habari na kuendelea. Ukiwa na degree ni jambo jema zaidi. Ukiwa na masters jema zaidi yani. PhD ndo kabisa yani. Mm. Kuna wale ambao wanasema mimi nimesoma sociology, si mm? Sio uandishi wa habari, sio? Mm. Uh, au nimesoma kilimo, SUA. Lakini hiyo ni newsroom, si ndio? Mm. Na ukimpa kwenye kipindi cha kilimo anafanya, kwa sababu anafanya kitu ambacho anakifahamu, sio la kilimo, sio mm? Na labda anakaa kipaji kama ilivyo sema, mm. ana kipaji mm, pia cha utangazaji eh, lakini <laughs> <coughs> amesoma kilimo na anafanya vizuri sana yani, hii sheria ya kosila hao ah, uh, ilipokuwa inatungwa ikasema kwamba na wadau alisema kuna watu wengi sana kwa newsroom chumba cha habari ambao wana taaluma nyingine kabisa, sio waandishi wa habari, tunaenda kuwatoa. Lakini wana degree wengine na masters, mm. za hizo wanacho wanafanya na wanafanya kwa field hii ambayo wanafanya. Kuna wachumi, kuna watu wa vipindi vya sheria na ambao ni wana sheria, kuna hawa watu wa kilimo na wengineo yao. Sasa sheria ikaona kwamba hawa watu wanaweza wapewe muda ili wafikie kiwango kilichowekwa na hii sheria. Kwa hiyo walipewa miaka minne toka elfu mbili na kumi na sita mm. mpaka elfu mbili na ishirini kwamba walau wawe wamejiendeleza na kufikia kile kiwango cha diploma. Kwamba walikuwa na digri, haukatazi unasoma diploma ya uandishi wa habari miaka miwili unamaliza, unakuwa umepata, umekwalifai kwa mwandishi wa habari na inakuongezea, ina add value zaidi kwenye elimu yako ulionayo. Uh, lakini haikatazi pia wewe mwenye degree kwenda kusoma kitu kinachoitwa post graduate diploma mm. ambao ni mwaka mmoja tu mm. Hii ni kama inavyosema post graduate, maana kwamba umesha graduate tayari, lakini unaenda kupata sifa za ziada za kile ambacho unakifanyia kazi yani.